Ujambo, msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika kitabu cha Heri. Kabla ya kuendelea mbele, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Hali ikazidi kuwa mbaya kiasi kwamba James akawa akitokwa na haja kubwa kama maji yatokayo kwenye bomba lilofunguliwa. Juhudi za kusomba choo chake hadi msalani zikafanyika, na mke wangu akafikia mwisho wa uwezo wake. Hatimaye akaamua kutoboa ngozi ya kitanda alichokilalia, chini ya lile tundu akachimba shimo. Kijana akalazwa chali, sehemu yake ya haja ya kubwa ikalenga usawa wa lile tundu kwenye ngozi pamoja na shimo mvunguni mwa kile kitanda. Akawa akijisaidia palepale kitandani alikokuwa amelala Juma akajihisi kutengwa na kunyanyaswa na kila mtu akalalamika na kumlaumu kila mmoja wetu, lakini hatukuwa na namna nyingine ya kumsaidia, akasema kwa masikitiko. Mjomba wake akamwonyesha picha ambayo rafiki yake marehemu Juma alikuwa amempiga katika siku zake za mwisho akiwa mahututi. Picha hiyo ikampatia kumbukumbu mpya ya Juma, akajawa na majonzi makubwa. Msikilizaji, endelea kusikiliza sehemu inayofuata ya Heri. Ili kujisahaulisha tukio hilo, baba yake Heri akatazama nje kabla ya kuendelea na mazungumzo mengine. Akamwona dada yake akija kwa mbali, akashtuka sana, moyo kamwenda mbio kwa hofu. Akafikiri kwa haraka ni kitu gani kinachoweza kuwa kimemfanya aje kule kijijini? Akajiuliza ni nini kilichomleta, hakukipata mwishowe. Akahisi kuwa bila shaka ni wale askari wa kituo cha polisi cha kwao, sasa wamemtuma dada yake amfuate kijijini, ili ampeleke kituoni. Isije ikawa kuna askari nyuma yake. Wazo hili lilipoingia kilini mwake, moyo kazidi kumwenda mbio. Akainuka ghafla, akamwambia mjomba wake, huyo anayekuja haleti habari njema. Tafadhali usimwambie kuwa nipo hapa, wala usimwambie kuwa umekushaniona hapa kijijini. Hata kama atakuwa amefuatana na nani, usiseme lolote kunihusu. Kisha akafanya haraka, akaingia kwenye chumba chake cha kulala, akatafuta gunia, akajitupa uvunguni mwa kitanda na kujifunika gubigubi gubi kwa lile gunia. Akamwacha mjomba wake akishangaa kwa hatua aliyoamua kuchukua Kabla hajajua kilichokuwa kikiendelea, mtu aliyesemekana na kuja akapiga hodi, akakaribishwa. Mgeni huyo hakuwa amemwona yoyote kati ya hao wawili waliokuwemo ndani. Baada ya kusalimiana na kuulizana habari za nyumbani, aliuliza mjomba, hivi John nimemkuta, yaani baba Heri. Unasemaje? mjomba wake akamuuliza, huku akionyesha kushangaa sana na kushtuka kidogo. ninasema je? Yeah, nimemkuta kaka yangu Baba Heri aitwaye John akauliza tena. Sasa ndiyo unamtafutia huku kijijini? John si yuko huko huko mjini kwenu? mjomba wake akajibu. Hapo ndipo huyo mgeni hakuweza tena kuvumilia wala kuendelea kumuuliza, akaangua kilio kikubwa. Mjomba akazidi kushangazwa na hali ya mambo, matukio mawili dadake na kaka mtu kumkimbia dada yake na la dada mtu kuangua kilio baada ya kuambiwa kwa kaka ake hayupo yalimchanganya akili. Mjomba akashindwa kuyawanisha Ndipo akiwa amechanganyikiwa vya kutosha, mjomba aliuliza, kwani vipi? Mbona sikuelewi binti yangu, hebu nieleze kwanza, kuna nini huko kilichotokea hasa. Lakini badala ya yule mwanamke kueleza sababu hasa iliyomfanya afike pale kijijini, akazidi kulia akisema, najua kakaangu kishakufa tumia, labda kajinyonga, labda kauwawa katika ajali, labda kauwawa na majambazi au wanyama wakali, na yote yeye ni shauri ya wifi tu. Ah, maskini kakaangu kweli, katutoka katuachia nani sasa? Yote ni kutosikia kwa kaka. Kaka tulimwambia achane na yule mwanamke, lakini hakutaka kusikia. ah, maskini kakaangu. Mwanamke akaendelea kulia na kupiga yoyo, akaanza kufanya ghasia. Baadhi ya majirani wakafika ili kujua kulikoni, mjombake akazidi kustaajabu akashindwa hata kuwaeleza majirani kisa cha mwanawe mgeni pale kijijini kulia hivi. Wakati mjomba wao alipokuwa akijishauri kama aseme ukweli au aache, huko kwenye uvungu wa kitanda nako kaka mtu naye alikuwa akijisikia vibaya. Kilio cha dada yake sebuleni kilimuumiza sana. Hakupenda dada yake aendelee kumlilia akidhani amekufa, hivyo yeye naye kama mjomba wao akawa akijishauri kama aendelee kujificha au ajitokeze ili kilio kiishe. Lakini akawaza, je, akijitokeza itakuwaje endapo dada yake ametumwa na polisi na labda askari yupo nji ya nyumba anafuatilia? Akazidi kuwaza, je, akijitokeza mjomba wake naye angeelewaje? Amwelewe atakavyomwelewa, lakini je, ikiwa askari ndio wanaomtaka aende kituoni kwa mjini itakuwaje akilazimika kurudi huko mjini? Si kujitumbukiza kwenye kinywa cha simba huku akijiona, je nitasalimika kweli na hiyo kesi niliyoiacha ikitokota? Akazidi kujihoji, je, wakinibambikizia kosa jengine mbali na hilo nililopakaziwa, nitajitetea vipi? Hasa hilo la kwanza, nani ataamini kuwa sihusiki wakati lilifanyika nyumbani kwangu usiku wa manane? Hapa kuvunjwa mahali na wala hakuna mwanamme mwingine mbali na baba mzazi wa mtoto aliyeathirika nani atakuwa upande wangu wakati baba wa mtoto mwathirika hatuna uhusiano mzuri? Je, nikitiwa hatiani, si nitafungwa maisha? Basi babake Heri akiwa mvunguni akawaza na kuwazua kabla hajafikia uamuzi wa kujitokeza. Mawazo hayo yakamchanganya. Ingawaje babake Heri alitamani sana kujitokeza ili kumnyamazisha dada yake, aliogopa kufanya hivyo. Dada yake naye akashikilia kulia tu. Mjomba akazidi kuchanganyikiwa na hali na hali hiyo. Alipoona hali inazidi kuwa mbaya akasema, nakuomba unyamaze kwanza, maana kilio chako sikielewi wala hakimsaidii mtu yoyote. Niambie shida iliyokuleta. Napenda kukufahamisha kwa kaka yako angali hai, lakini sharti uniambie unachomtafutia, ndipo nami nitakuambia uko aliko. Kaka yako ni wapi? Yule mwanamke aliposikia kuwa kumbe kaka yake huyu ngali hai akaanza kujifuta machozi kisha akasema, hivi mjomba, unayosema ni kweli? Ndiyo, ni kweli, kwani tangu lini mimi na wewe kutaniana au ni siku gani nilipowahi kukudanganya? Hapo ndipo akanyamaza akaacha kulia, akaanza kumsimulia juu ya lile tukio la kunajisiwa mtoto nyumbani kwa baba yake Heri na yote aliyofuata baada ya hapo, kama alivyokuwa akaelezewa nafsi yake. Akahitimisha maelezo yake kwa kumweleza hatua aliyoichukua kaka yake ya kukimbia kijijini ili kujisalimisha maisha yake. Je, nyumba ilivunjwa katika tukio hilo? Mjomba akataka kujua. Hapana, hakuna mahali popote palipovunjwa, akajibu. Basi ni wazi lazima mhalifu atakuwa ni mmoja wa wapangaji wake tu, akasisitiza mjomba wao. Sijui, labda. Inasemekana kuwa wapangaji wake wanaume mle ndani ya nyumba yake ni wawili tu. Mmoja wao hakuwapo mle ndani ya nyumba usiku ule alikuwa kaenda safari ya kikazi. Mpangaji wa kiume pekee aliyekuwepo nyumbani mle usiku ule ni baba wa mtoto aliyenajisiwa. Mama ake binti alivyoacha chumbani wamelala na baba yake, akaenda uani kujisaidia, ndipo akapatwa na mkasa huo. Akanyamaza kidogo. Kwa kweli hiyo kesi ni ngumu. Sasa atakuwa nani aliyetenda kitendo hicho? Akauliza mjomba wao. Hicho ni kitendawili kigumu, mjomba. Hakuna mtu ambaye ameweza kukitegua mpaka sasa. Mtuhumiwa hajapatikana bado, ndiyo sababu kaka, kwa kuogopa sije kapakaziwa, akaamua kutoroka. Mjomba wao ambaye mpaka wakati huu alikuwa bado hajaelezwa lolote juu ya tukio hilo huko mjini, wala sababu ya John kurudi kijijini, sasa akaanza kufumbuka macho, akaelewa kwa nini John alijawa na hofu mara baada ya kumwona dada yake akija na kumkimbia akingali mbali. Sasa tuseme umetumwa na polisi umchukue kaka yako na kumrudisha huko mjini na kisha kumpeleka kituoni, mjomba? Mjomba akauliza. Hapana, mjomba. Sijatumwa na mtu yote, mimi nimeamua tu mwenyewe kuja huku kijijini alikokimbilia ili nishauriane naye kidogo. Sina hili wala lile mjomba. Kushauriana juu ya nini tena? Mjomba wao aliuliza. Juu ya hatima ya mtoto Heri, akajibu. Kawaje Heri kwani? Mjomba akazidi kuuliza. Mama yake wakambo hayuko tayari kuendelea kukaa naye pale nyumbani kwa kipindi hiki ambacho kakaangu hayupo, anasema itabidi ama aje huku kijijini akae na baba ake au nimchukue mimi nikaishi naye nyumbani kwangu hadi yapo baba ake atakaporejea mjini, akasema yule mwanamke. Yani ni hilo tu lilokuleta? akauliza mjomba. Ndiyo mjomba, ni hilo tu, hakuna la zaidi, akamjibu Joni ambaye kwa wakati wote alikuwa akiyasikiliza kwa makini mahojiano baina ya mtu na mjomba wake. Sasa akashusha pumzi, ndipo akaliondoa lile gunia na kujifunua. Akainuka, akajipangusa pangusa vumbi, akatoka mlimvunguni mwa kitanda ambako alikuwa amejilaza, kisha akakohoa kwa nguvu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Mjomba wao naye akasema, haya huyo kaka yako anakuja. Mara baada no ya kusema maneno hayo, Joni akafungua mlango wa chumba na kujitokeza mbele ya dada yake. Alipoingia sebuleni, dada yake aliinuka kwa furaha pale alipokuwa akamkumbatia kwa furaha kubwa. Tukio lililofuata ni mazungumzo yaliyojaa furaha na shangwe. Wakaendelea kuzungumza mpaka jioni. Hatimaye wakafikia mwafaka kwamba kijana Heri aendelee kukaa huko huko mjini pamoja na shangazi yake hadi hapo babake atakaporejea mjini. Maongezi yaliendelea mpaka wakati wa chakula cha usiku. Kabla ya kula, shangazi yake Heri alimkabidhi kakake barua toka kwa mwanawe. Wakala chakula halafu wakaagana, kila mmoja akaenda kulala. Akiwa chumbani kwake, babake Heri alifungua barua ya mwanawe na kuanza kuisoma. Barua hiyo ilikuwa na maneno yafuatayo: Baba mpendwa, natumai ulifika salama huko kijijini. Je, hujambo? Sisi hapa nyumbani tu wazima, tunakukumbuka sana tena sana. Baba, napenda kufahamisha kuwa hapa nyumbani mimi umeniachia ukiwa na majonzi makubwa. Sili, silali, sicheki wala sinapakupumulia hata dakika moja. Yanayonisibu ni mengi tu siwezi kuyaeleza nikayamaliza kwa wino na karatasi. Yote yanayonipata yananishawishi nikifikiri heri kufa kuliko kuishi. Hali ni ngumu kiasi ambacho naona shuleni tabu na nyumbani ni zaidi. Sina baba, sina mama, wala sina mfariji yoyote. Hapa imekuwa tabu juu ya tabu tupu. Baba, naomba nihitimishe barua yangu hii kwako kwa shairi. Heri na lilia heri, mbona heri siioni, iliko sipaelewi, mwenyewe sijibaini, niponipo nipo sistawi, nitajipatia lini hiyo heri sielewi. Kume ni kifu mjini, la kufanya sielewi, sisi watoto mjini haki ng'o hatutendewi, wazazi mwatutupeni kabisa hatulelewi, vyooni na mapipani twatupwa kama mabiwi kumenikifu mjini la kufanya sielewi. Tulobaki majumbani na sisi hatulelewi, mabaya siyo makini, kulea hawaelewi kuangalima utotoni, kuwa walezi haiwi. Kumenikifu mjini la kufanya sielewi. Wengine tulo mijini twatorokwa, hatutunzwi, twalia humu mijini, mahitaji hatupewi, wazazi mnatuhini, twajuta kuzaliwawi kume ni kifu mjini na kufanya sielewe njiani kwenda shuleni twatendwa kama wachawi turudipo majumbani basi hazituchukui pesa mbele si utani bila hizo hupakiwi kume ni kifu mjini la kufanya sielewe ukichacha kimapeni maji ya kunywa upewi. Kula kulala mapeni, bila pesa hutibiwi. Hayo ni maisha gani? Utawezaje kustawi? Kume ni kifu mjini, la kufanya sielewi. Elimu nayo shuleni, walimu hawaigawi. Yauzwa mamilioni, bila pesa hupatiwi. Utabaki ujingani mpaka uwe hudaiwi. Kume ni kifu mjini, la kufanya sielewi. Vipi huko kijijini kwapatikana ustawi na hofu umasikini, kilimo sikielewi, usiku mkogizani, maji pia hamupewi. Kumenikifu mjini, la kufanya sielewi. Sasa nifanye nini, baba mimi sielewi, kuishi siku tamani, sababu sifanikiwi, nina malengo shuleni, lakini sifanikiwi. Kumenikifu mjini, la kufanya sielewi. Nimekuwa masikini, hata dua sisikiwi Shauri lake ni nini? Mambo yote kwangu kiwi, nitendeje duniani? Mbona baba sielewi? Kume ni kifu mjini la kufanya sielewi. Mpendwa baba, hayo ndiyo niliyo nayo moyoni. Nimeamriwa na mama yangu akambo niondoke nyumbani eti nikaishi ama na wewe au na shangazi yangu. Naona sasa hata shule heri nijiachie tu mengi atakueleza shangazi. Asante. Wasalamu, mwanao Heri asiyekuwa na heri. Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Barua hii ilimhuzunisha sana babake Heri. Hata hivyo, aliona itakuwa vyema zaidi kama atamjibu kwa kumwandikia barua yenye ushauri mzito. Alichukua muda mrefu kumwandikia barua hiyo mpaka kuimaliza. Aliandika akaacha kidogo, ili kufikiri na hatimaye akaendelea kuandika. Akafanya hivyo hivyo mpaka alipomaliza. Alipokushamaliza akaingia kitandani, akalala usingizi mzito. Kesho yake John aliamka ya asubuhi na mapema, akamkabidhi dada yake ile barua aliyomwandikia mwanawe, akamwambia msisitize Heri aisome barua hii kwa makini na kuyazingatia yaliyomo. Dada yake alipokwisha waaga wote akaondoka kuelekea mjini. Shangazi yake Heri alifika mjini saa za mchana, akaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa kaka yake. Wifi yake alimpokea kwa mlahaka uliokuwa na walakini. Japokuwa wifi mtu alijua kuwa mgeni aliyekuwa akimpokea alitoka kijijini kumwona mumeo, hakumuuliza lolote kumuhusu mumewe wala kuhusu hali ya mtu yoyote yule wa huko kijijini kwao. Alimpokea kwa neno moja, karibu, akakaa kimya. Baada ya kimya kizito baina yao kwa takriban muda wa dakika tano, wifi yake alimuuliza, vipi, ndio umekuja kumchukua Heri sio? Naye akamjibu, ndiyo wifi, kaka kashauriwe hivyo. Mama ake Heri wa kambo akaondoka Akaingia chumba cha watoto. Alipotoka alikuwa amebeba kifurushi kilichofungwa kwenye mfuko wa plastiki. Akamkabidhi wifi yake akisema, hizi ndiyo nguo za Heri, kaa nazo. Akirudi itabidi mwondoke mara moja. Ikiwa mtu hakulala nyumbani kwako, sharti siku ya kurudi ujitahidi kuwahi kufika nyumbani kabla jua halijatua, na hakika Heri naye karibu atawasili kutoka shule. Saa ya kula chakula mchana ule ilipofika, aliandaa chakula kisha akawakaribisha mabinti zake wawili tu, akasema: samahani wifi, sikukaribishi kwa sababu nimepika chakula cha kichoyo leo. Sikujua kama utafika kwangu saa hizi. Chakula unachokiona kitatutosha sisi pamoja na wewe. labda kama utapenda kuonja tu. Hata hivyo, naona itakuwa ni kujizidisha njaa tu bora huyo Heri arudi ili mwondoke hapa mwende nyumbani mkajipikie chakula cha kuwatosha. Shangazi yake Heri hakuyaamini masikio yake. Mwanzoni alifikiri maneno aliyosemwa ni utani hapewi, wa kiwifi lakini alipoona hapewi hata maji ya kunawa mikono, akajua kweli wifi yake kadhamiria hasa utenda kile alichokisema. Walioketi kwenye meza ya chakula ni mama na binti zake wawili. Mchana ule nyumbani kwa kina Heri walikuwa wameandaa chipsi zilizochomwa kwa ufundi mkubwa huku wa kubanika, kachumbari, soda na vitakataka vinginevyo vingi. Kila alipokiangalia chakula hicho shangazi ya keheri mate yalimjaa mdomoni. Chakula cha siku ile kilikuwa adimu kuliwa katika nyumba ya John mtu, ungefikiri ilikuwa ikifanyika sherehe ya aina fulani. Wakati huu shangazi ya keheri alikuwa akiumwa na njaa kali kwa sababu aliondoka kule kijijini pasipo kupata kifungua kinywa. Kwa kawaida wanakijiji wale hawakuruhusiwa kula chochote kabla ya kwenda shambani. Waliamini kuwa anayekula chakula kabla ya kwenda shambani ni mvivu. Ilipobidi kula asubuhi, walijifungashia chakula kidogo wakaondoka nacho. Hawakuruhusiwa kukila wakiwa ndani ya nyumba kwa vyovyote vile ilikuwa ni mwiko na aibu kubwa kula chakula asubuhi ndani ya nyumba kabla ya kwenda shambani. Shangazi aliona umetumika muda mrefu mno kula hadi kukimaliza chakula hicho. Walipomaliza na kushiba, makombo yaliyosalia mama aliwagiza mabinti zake wakayatupe kwenye pipa la takataka la jirani yao, maana la kwao lilikuwa limejaa. Kitendo cha kukitupa kile chakula kizuri wakati yeye ana njaa kali kilimuuma sana shangazi ya Heri akataka azuie wasikitupe lakini akashindwa kufanya hivyo kwa aibu. Mabinti wakakikusanya, wakahakikisha hakuna chakula kinachobakia mezani, wakakichukua chote na kukitupa. Hata kijana heri hawakumbakizia chakula chote. Muda aliyokaa kwa ifi yake akimsubiri heri ulikuwa ni kiasi cha saa mbili, lakini kwake ulionekana kama siku mbili nzima. Vituko vilikuwa vingi alipoomba maji alipewa ya moto, ingawaji alijua kuwa maji waliokuwa wakinywa wao yalikuwa ya baridi, na aliwaona wakiyatoa kwenye jokofu. Baadaye Heri alirudi toka shuleni. Mama ake wa kambo alipomwona alisema, afadhali umerudi, umemtesa shangazi yako amekuwa akikusubiri kwa, kwa muda mrefu ili mwende naye ukakae kwake kwa mpaka hapo baba yako atakaporejea kutoka huko kijijini aliko. Heri aliposikia maneno hayo alifurahi sana, akataka kuingia chumbani na kubadilisha nguo na kujitayarisha kwa safari hiyo, lakini mamake wa kambo akamwambia, unakwenda wapi we mjinga, nguo zako anazo shangazi yako. Heri akashtuka kusikia nguo zake anazo shangazi yake, wakati anajua ya alikuwa ameziacha chumbani mwake na shangazi yake hajawahi kuingia chumbani humo sasa ni kuanza safari tu vaa nguo hizo hizo mwende mama ake akaendelea kusema heri alipoangalia kando ya shangazi yake aliona kifurushi cha nguo ambazo alihisi kuwa ndizo nguo zake hakujua amezipataje ingawaje hakuuliza neno lolote kuhusu swala hili hapo ndipo heri akaketi chini kwa matumaini ya kupewa chakula ale kabla ya kuanza safari maana njaa ilikuwa ikimuuma sana hilo nalo mama ake akalipinga Akafoka akisema hivi, Heri, kwa nini unapoteza muda? Sina chakula cha kukupa mimi. Kisha akaendelea kusema ondokeni, shangazi yako akawahi kukupikia chakula kungali mapema. Heri akajizoazoa kwa unyonge na hali ya kuonyesha uchovu mkubwa, akaondoka na shangazi yake pasipo kuagana kikamilifu na mtu yoyote. Dada zake Heri ambao hakuridhishwa na hali ya mambo yalivyokuwa yakienda wakawasindikiza kwa macho bila kutamka neno lolote. Hata hivyo, huzuni ilijitokeza machoni mwao. Walijua kaka yao alikuwa hatendewi haki, lakini wafanyeje? Msikilizaji, endelea kusikiliza Heri. Heri na shangazi yake walifika nyumbani saa za jioni sana, hivyo shangazi yake akaamua ya kutayarisha chakula cha usiku moja kwa moja. Kabla hajaingia jikoni kupika, alimwita Heri akamwambia, mwanangu, saa zimekwenda sana, siwezi tena kupatia chakula cha mchana, sasa naenda kupika chakula cha usiku. Najua njaa na inakuuma sana, hata mimi pia inaniuma, lakini tuvumilie tu, sawa? Akamuuliza Sawa tu shangazi. Heri alikubali moyoni, akawa akiwaza kama kweli mambo ni hivi, siku ya kwanza itakuwaje baada ya kukaa wiki nzima na shangazi huyu? Hata hivyo, hakuonyesha dalili yoyote ya kusikitika mbele ya shangazi yake. Kisha shangazi yake akamkabidhi barua kutoka kwa baba yake na kumwambia, chukua ili chungwa ule kwanza, ndipo isome hiyo barua. Kisha akaenda zake jikoni ili kupika. Heri alipomaliza kulila lile chungwa aliifunua barua aliyoletewa na shangazi yake toka kwa babake, akaanza kuisoma, nayo ilikuwa imeandikwa hivi: mwanangu mpendwa Heri, salama. Mimi ni mzima, nilifika salama hapa kijijini. Nitaendelea kuwepo hapa hapa kijijini hadi hapo nitakapojihakikishia usalama kutosha wa kutosha kwa maisha yangu, ndipo nitakapoweza kurudi huko mjini. Kwa sasa hivi siwezi kusema nitakaa huku kwa muda gani, labda nitakaa miezi mitatu, labda miezi sita, itategemea, labda mwaka, labda miaka miwili. Mwanangu, kwa kifupi, sitaweza kurudi huko mjini mpaka nitakapoona kuwa simo katika hatari ya kufungwa maisha kwa kosa ambalo mimi sikulitenda. Naomba unielewe mwanangu, maana nchi yetu hii imejaa rushwa, nchi imeoza na inanuka rushwa tupu. Katika hali kama hiyo, hatua ninayoichukua ni muhimu na ni ya manufaa kwetu sote wawili, wewe mwanangu, na mimi babako maana katika mazingira ya jamii ya jinsi hiyo kupakazi wa jambo ukapakazika ni kitu rahisi sana. Hivyo heri nijitenge na mji kwa muda, ili niyaponye haya maisha yangu yaliyosalia. Mwanangu, kwa kweli ujumbe wako umenifikia mwanangu, nami nimeuzingatia na ninafikiri nimeuelewa vyema. Sasa nakijua kilio chako, tena nakikubali ningependa niishi na wewe lakini sina jinsi. Nimelazimika kukutelekeza kwa muda mpenzi mwanangu, ili ikiwezekana tupate kuishi pamoja kwa kipindi kirefu kadri tutakavyojaliwa kuishi katika dunia hii ya Mola. Ninachokuomba usijikatie tamaa. Ulisema uelewi la kufanya. Mwanangu, la kufanya lipo katika umri ulionao wewe, hupaswi kufanya mambo mengi Ukiyafanya mambo mengi, kwa kweli utachanganyikiwa nawe utafanikiwa kulifanya jambo lolote lile kikamilifu. Matokeo yake utakosa msingi thabiti wa maisha, utaishia kuishi maisha ya kubabaisha na kubabaishwa. Sasa ushauri wangu juu ya nini la kufanya ni huu: wewe zingatia elimu tu basi, achana na mambo mengine yote, soma pamoja na barua hii, naambatanisha shairi litakalofafanua zaidi ushauri wangu kwako mwanangu. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Heri. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Bedi.